Na huenda wahudumu wa afya wanaohudumu chini ya mpango wa UHC wakashusha pumzi hivi karibuni, wizara ya afya ikithibitisha kutengwa kwa bajeti ya kuwahamisha katika serikali za ugatuzi. Kupitia mpango huo wa fedha, wahudumu wanatarajia kupewa kandarasi za kudumu, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Boniface Barasa. Baada ya kaunti mbalimbali mbali humu nchini kushuhudia maandamano ya wahudumu wa afya wanaohudumu chini ya mpango mzima wa UHC wakishinikiza mikataba ya kudumu, huenda wakapata fueni hivi karibuni. Hii ni baada ya baadhi ya wanachama wa kamati ya afya bungeni kuthibitisha kuwa bajeti iliyopitishwa hivi majuzi itaangazia suala lao na watakuwa wakiajiriwa kwa mikataba ya kudumu. Nataka kuambia UHC staff wote ambaye wako hapa na Kenya mzima, kamati ya afya pamoja na Wizara ya Afya tumeweka budget, mtaweza ku absorb on permanent and pensionable terms na watarudi kufanya kazi katika hospital. Kwa upande wake waziri wa afya humo nchini Aden Duale amethibitisha kutengwa kwa shilingi bilioni 6.2 zitakazosaidia kuwahamisha wafanyakazi hao hadi serikali za magatuzi wanakohudumu health budget, we have allocated Kenya shillings 6.2 billion to support our UHC contract health workers, two, 1.75 billion to clear the long outstanding medical arrears. Vile vile Duale amesema fedha zaidi zimetengwa kupitia bajeti hiyo ili kufadhili huduma mbalimbali sawa na malipo ya hudumu wa afya wa nyanjani. And three, 4.2 billion to onboard and deploy our new interns, doctors, pharmacists, and clinical officers, beginning the 1st of July. And five, 3.2 billion for our community health promoters, training, and their stipend. We are also investing 13 billion to strengthen the primary health care. Tuko na wafanyi kazi wa former NHIF, ambaye sasa tumetransit to CHA. Na hapa Samburu, si tunakuwa watu wachache sana kwa Kenya hii, na tuko na vijana wachache tu walikuwa wanafanya kazi katika NHIF, katika hapa Samburu, there are only 6 in the whole ambayo wamekuwa 1800 nimeomba kwa unyenyekevu ah, vijana wa sita wakuwe assimilated, waende kwa chaa wasipoteze kasi. Kauli hizi zinapoibuliwa, kile kinachosubiriwa na wahudumu wa afya na wahudumu chini ya mpango wa UHC ni kuajiriwa kwa mikataba ya kudumu. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu.